Assalamu alaikum wa rahmatullahi taala wa barakatu. Natumaini ni wazima wa afya kabisa, na ni jambo la kumshukuru Mungu. Karibu tena katika makala yetu hizi ambazo zinahusiana na maswala ya pete. Leo niko katika kuelewesha maswala ya uvaaji wa pete. Wapo watu ambao wakivaa pete basi hufunga riziki zao, au mipango yao, au kuleta matatizo. Kwa nini? Huenda mizimu yao ya kichifu walikuwa hawahusiani na maswala ya pete. Kwa hiyo wewe ukiwa umevaa pete, ikiwa mizimu yako hairuhusi wewe kuvaa pete, kumbuka utafunga riziki zako tu. Una uwezo wa kumlaumu mtaalamu, au una uwezo wa kumlaumu aliyetengeneza pete na kuisomea, lakini pete yako ukimkabidhi mtu mwingine amba ambaye labda mambo yao na uchifu wao unahusiana na maswala ya pete unaweza kushangaa, mona anafanikiwa. Unaweza ukahisi kwamba yeye kuna kitu amekifanya kingine katika swala kwenye hiyo pete, lakini hapana. Lasha wapo watu wana wanahusiana na maswala ya pete, lakini kuna watu hawana uhusiano na pete. Mtaalamu anayekutengenezea pete anapaswa kuchunguze kwanza, je, mizimu yako inaruhusu ama la? Mimi ni hayo tu, ukinihitaji tafuta kwa namba hii.